Mambo vipi? mtazamaji wa UTV ni kushukuru sana kwa kuchagua kuangalia Kidani, nami ni Sauda Hussein. Leo tumekuja kumtembelea mkurugenzi ambaye yeye anajihusisha na masuala ya kutengeneza mkaa mbadala ama nishati safi. Ni msichana mdogo sana, lakini kwa sasa anachukua masomo yake ya PhD na ana safari ndefu katika uh, kazi yake hii ambayo anafanya hivi sasa; ameamua kujiajiri yeye mwenyewe. Nini kilimsukuma yeye kufanya hivyo, lakini ni kwa namna gani anawasaidia watu wengine, au ni kwa namna gani wewe kama mwanamke ambaye Masaa mengi uko jikoni ukipika unaweza kunufaika kupitia hiki ambacho yeye anakifanya. Nikusihi tafadhali usiondoke. Nam na mna, kabla hatujaendelea, kwa sasa tusikilize ama tuangalie kwa kifupi kuhusiana na wasifu wa Aneth Mutembei, mwanamke ambaye tumekuja kumwangalia hii leo. Um, kitu ambacho nakifanya katika PhD yangu, ni hiki ambacho nakifanya katika shughuli zangu za kila siku katika kampuni yetu ya Nishati Eco. mm -hmm, tunaangalia zaidi, um, um, jinsi gani tunaweza tukafikisha hii nishati safi kwa wakulima. Aneth Mutembei, mtaalamu wa mazingira, afya ya umma mjasiriamali kijamii mwenye shauku kubwa ya kuendeleza nishati safi, uhifadhi wa mazingira na uthabiti wa tabia nchi barani Afrika. Yeye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Nishati Eco Biomass Briquettes Limited, kampuni ya nishati safi inayozalisha mkaa mbadala wa briquette unaopatikana kwa bei nafuu na rafiki kwa mazingira. Safari yake ya elimu ni ushahidi wa bidii na uongozi wa mfano. Alianza masomo yake katika shule ya msingi Green Acres. kisha akasoma sekondari katika shule ya sekondari na baadaye akaendelea na masomo katika shule ya sekondari ya wasichana Barbara Johansson Model Girls. Baada ya hapo, alijiunga na chuo kikuu cha Ardhi ambapo alihitimu shahada ya kwanza ya sayansi ya mazingira na usimamizi. Akiendeshwa na hamasa ya kupambana na changamoto za kiafya zinazotokana na nishati duni, alisomea shahada ya uzamili ya afya ya umma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo utafiti wake ulijikita katika sababu kuu za changamoto ya matumizi ya briquette kama mbadala wa nishati nchini Tanzania kwa sasa anasomea shahada ya uzamivu yaani PhD katika mabadiliko ya tabia ya nchi na maendeleo endelevu katika taasisi ya utafiti wa rasilimali IRA. Safari yake ya kitaaluma na kitaalamu pia imetokana na uzoefu wa maisha binafsi. Akiwa amesoma katika shule iliyotegemea kuni na mkaa, alishuhudia madhara ya kiafya ya moshi wa ndani ya nyumba na mazingira. Tukio hilo lilimpa msukumu wa kuendeleza suluhu za nishati safi zinazolinda afya, kuwawezesha wanawake na kupunguza ukataji miti. Kupitia Nishati Eco ameweza kufundisha jamii, shule na taasisi mbalimbali kuhusu teknolojia za kupikia nishati safi mbinu za taka kugeuka kuwa nishati na mazoea ya uhifadhi wa mazingira. Aidha, ameshirikiana na taasisi mbalimbali, shule na wadau wa serikali katika upanuzi wa upatikanaji wa nishati safi hususan kwa wanawake na kaya zilizo katika mazingira magumu. gira yake ni kuendeleza uchumi unaojirejesha yani regenerative income nchini Tanzania na barani Afrika ambapo jamii zitastawi kupitia nishati safi, usawa wa kijinsia na suluhu bunifu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na Aneth, mambo za kwako. Nashukuru kwa kutukubalia kuja kukutembelea. Nashukuru sana, karibu sana Sauda. Kuna haja mimi kwanza kuzungukia wapishi wote wanaonunua mkaa <laughs> mbadala, kwanza kukusanya yale <laughs> majivu ili mi kazi yangu iwe ya rahisi. um, kwa nini ulichagua ku, eneo hili? um, nilichagua kuweza kujikita katika swala la mkaa mbadala au biashara ya mkaa mbadala kwa sababu uh, ni kitu ambacho kinagusa moja kwa moja jamii ya watu mm -hmm. lakini pia kinatunza mazingira um, tunaongelea kuhusu mabadiliko mm -hmm. mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yanaletwa kutokana na ukataji miti. Kwa hiyo, um, mkaa mbadala unasaidia kutunza miti, wenyewe hautumii miti na hau, hau, yani, hautegemei miti kuzalisha, unategemea taka za kilimo mm -hmm. kwa hiyo tunatunza mazingira kwa, uh, kwa sababu tunazuia au tunapunguza ukataji miti ambao ungetumika kama mkaa. mm. yeah. Lakini vilevile vile, kiafya mkaa wetu hautoi moshi. mm. Kwa hiyo inawasaidia kinamama kuepukana na magonjwa ambayo anatokana na hewa chafu inayotoka kwenye kuni na mkaa wa miti. mm. Kwa sababu wakivuta ile hewa moja kwa moja inaenda kuathiri mapafu yao. mm. Lakini inaweza ikachochea pia kupata kansa, kupata magonjwa ya moyo na muda mwingine inaweza ikasababisha mpaka watu kukosa oksijeni na kufa. mm -hmm. Kama tushasikia kuna sinario za watu wamelala na jiko la mkaa... ni... yeah. Kwa hiyo ukilala na hili jiko ndani hamna ha, changamoto yoyote ha, ha, ha. ha, ha. Ndio okay. Yani, unaweza ukatumia vizuri ukaweka kwa kuku pia ikawasaidia kupata mm -hmm. joto usiku, lakini pia unaweza ukatumia kupashia joto um, ndani unaweza ukaweka ndani kwa sababu hautoi gesi chafu um. unatumia taka za kilimo, taka za kilimo zenyewe zinabaki na na uwezo fulani wa kutoa um, nishati hmm. kwa hiyo ile nishati sisi ndo tunaitumia kutengenezea huu mkaa badala na kuweza kupata mkaa mm. ukisema uh, taka za kilimo mwingine labda haelewi. Kwa mfano nini na nini umelima, alafu sasa. Yes. yale mabaki ndio nyinyi mnayachukua, ni nini na nini, kwa mfano uh, uh? kwa mfano mpunga mm -hmm. um, ambao wana um, wanajishughulisha na um, kilimo cha karanga mm -hmm. yes, kwa ambao wanafanya pia uvunaji um, nazi yes. yale makapi yote lakini wenye, mm -hmm. kulima pia um, mahindi yale magunzi ya mm -hmm. mahindi tunatumia kwenye mkaa wetu vilevile. Um, vile kuna yale makapi ya maparachichi pia. Um, kwa sasa tumeanza um, nani um, product nyingine ni mkaa mbadala, lakini yenyewe inatumia specifically machicha au makapi ya maparachichi um, baada ya kukamuliwa yale mafuta uh, sisi tunachukua yale makapi tunatengenezea mkaa mbadala kwa hiyo okay. Ni kitu ambacho tunakidevelop sahivi, tunaangalia Um, inatua, inaweza ikatoa nishati kiasi gani. Um, pia tunaangalia sustainability yake kwa sababu tunatoa hii malighafi wa ndani kwao, tunataka tujue pia wakulima um, wanaojihusisha na hili zao la maparachichi yes, nia ni, ni project ambayo tunaifanyia kazi. una miaka mingapi saizi? na miaka ishirini na nane okay. PhD kwa nini? Yani mimi ukiniambia miaka ishirini na nane <laughs> <laughs> au kwa nini uliamua, kwa nini umeamua kuchukua PhD saizi? Ni binti mdogo, lakini watu wanasema msongo, unajua neno shakutana na maneno kama hayo kwanza, okay. <laughs> um, okay. Naanza bachelor yangu digri yangu ya kwanza nilivyo nilivyomaliza um, nikaenda digri yangu ya pili nikaanza kufanya sasa utafiti jinsi gani huu mkaa mbadala unaleta manufaa ya kiafya, lakini na kimazingira, na tunapata athari gani kwa kutumia kuni na mkaa wa miti mm -hmm. Sasa baada ya pale nikapata majibu kwamba huu mkaa ni unapendwa na watu, lakini upatikanaji wake ni shida mm -hmm. Kwao. Sasa pale nikaanza pia kufungua kampuni kuweza kusababisha hii nishati ipatikane kwa urahisi. Sasa nikaja pia nikakaa chini nikajiuliza um, tunahamasishwa kutumia nishati safi lakini bado mwitikio um, au matendo ya watu wengi sana sana, wale ambao wana kipato cha chini bado wanatumia kuni na mkaa kwa sababu unafikika kwa urahisi. mm -hmm. Kwao ni juhudi gani ambazo tunaweza tukafanya kama jamii, lakini pia kwa kuisaidia serikali ili iweze kufikia yale malengo ambayo imeweka, mm -hmm. kwamba ikifika mwaka elfu mbili na thelathini na nne asilimia ni yeah, kwa, nikaangalia kwamba kuna gepu kati ya watekelezaji, watumiaji na wawezeshaji mm -hmm. Sasa lile gep tunawezaje tukalifunga ili kuweza kutimiza yale malengo ambayo tunahitaji mm -hmm. Kuna kilicho kusukuma nyuma, labda ya labda maisha ya mama nyumbani, aua kipika mkaa hivyo, au kuna madhara yoyote umewahi kuyaona wewe au kuyashuhudia, mpaka ikapelekea wewe kuingia huku moja kwa moja. Kwangu mimi ilikuwa ni historia yangu ya kuumwa kipindi nilivyokuwa mdogo. okay. Ndio nilipata ugonjwa wa moyo, nilikuwa mdogo sana nikiwa primary lakini ilikuwa kwa sababu ya mazingira ya shule walikuwa wanatumia sana kuni. Mm -hmm. Sasa watu wengine, watoto wengine walikuwa wanapata asthma, wengine wanapata magonjwa ya kupumua, wanapata shida ya mafua, wengine macho. Maeneo ya shule unaishi hapo hapo kwa maana ya boarding. Aha, okay, boarding school na domu na jiko ni sentimita chache sana. Yani unapaona ukiwa dormitory unaona kitchen ni pale. Sasa moshi ulikuwa unatanda shule nzima muda wote kwanzia asubuhi mchana wakipika jioni, mako sasa. <coughs> Ile exposure ikanipelekea mimi nikawa naishua nguvu, nazimia. Um, nikawa siwezi kukaa vizuri darasani, yani nitapata tu shida labda ni, nipelekwe kulala okay. Yes, lakini nikaja nikapata um, dokta okay. Mama mamangu alinipeleka kwa specialist wa moyo kabisa. Mm. Akaniambia kwamba inabidi nifanye um, either Um, kuchoma sindano kwa muda wa miaka ishirini ili kupunguza zile riski za kuweza kupata heart attack zile za kuzimia mm. na nini. Kwa hiyo mama yangu akakubali nikafanya hivyo um, sasa nilivyokuja kumaliza chuo baada ya kupata elimu sasa mm. ya sayansi ya mazingira na kupata huu ujuzi wa kutengeneza mkaa mbadala um, nikaanza kujiuliza kuna changamoto gani za kutumia kuni na mkaa, ndipo nikaja nikaelewa kwamba kuni na mkaa inaweza ikasababisha matatizo ya kiafya kwa watoto wadogo. Lakini daktari mm -hmm. aligundua kwamba wewe kupata ile shida ya, mo, ya kuzimia ni kwa sababu ya moshi uliokuwa ukisambaa maeneo ya shule. Ah, hapana. Yeah, okay. Yeye alichoniambia ni kwamba um, ule ugonjwa ni common kwa watoto. Aha. Yes. Sasa nikaja nikagundua baada ya kumaliza chuo kwamba kwa nini alisema ni common? Kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika bado tunatumia kuni na mkaa, kwa hiyo mm -hmm. watoto wengi wanakuwa exposed na ule moshi sasa wanaopata ule ugonjwa kwanzia ikiwa na miaka saba mpaka kumi na tano immunity yake inakuwa bado haiwezi ikafight um, vitu vigumu vinavyomzunguka tangu ukiwa primary unachoma sindano mpaka unamaliza chuo unachoma sindano tia. nani kila siku ama... Aha, kila mwezi mara moja na, sorry, nani yake ikoje mm-hmm. gharama zake zikoje um, gharama zake ni ni gari kidogo mm -hmm. um, usio na chini ya elfu arobaini mm -hmm. kwa hiyo dozi na ukizingatia na, inabidi aniletee shule mamangu, kwa hiyo ilibidi pia hapa, apate usafiri wa kumletea shule ilikuwaje wa mwanzoni wakati unaanza biashara nani alikusaidia mtaji wa kwanza au labda makapi ya kwanza ulivyosema ya, ki, ya kilimo na nini uh, mwanzoni na uh, kipindi naanza nilitafuta wadau husika ambao wanafanya mkaa mbadala mm -hmm kwao nilivyotafuta wadau nikaanza kujua sasa, kuna tofauti kati ya mkaa mbadala um, unaotengenezwa na mtu fulani na mkaa mbadala unaotengenezwa na kampuni fulani. Kwao nilivyo notice zile difference, badala ya kutumia pia mm, um, nikaja ya, nikasema nika, yani nikagundua kwamba inabidi mimi nitengeneze kitu tofauti kidogo mm, kitu ambacho um, kita, kitaweza ku ondoa hizi changamoto zote ambazo watu wanazipitia kutoka kwenye mikaa mingine. Mm -hmm. Sasa nikaanza ku, um, kutafuta njia tofauti ya kutengeneza kitu ambacho kitakuwa ni um, quality nzuri ambayo itapendwa na watu. Mm -hmm. Kwao sasa nikaanza kutafuta malighafi mwenyewe nikawaulizia wa masoko wakaniambia wao wana zitupa tu zile nani, vifuu vya nazi mm. Nikaanza kuomba wanianze kunikusanyia kwenye viroba mm. Kwa hiyo muda mwingine nawapa hela kidogo ya asante, muda mwingine nawaambia nitawapa siku nyingine mm. Lakini walikuwa wanaonyesha ile nia kabisa kwamba tunataka tumsaidie huyu dada aweze kupata hizi taka mm. Yes. Kwa hiyo ndo nilipoanzia, nilipoona tayari mwitikio watu kidogo wana respond positive, ilinipa moyo sana mm. Kwa hiyo ndo nikaanza kukusanya hizo taka taratibu nika pata wadau um, Bagamoyo tukaa tumetengeneza sehemu ya tanuru ya kuchomea mm. lakini tukaweza kuwafundisha vijana wa, wa eneo hilo jinsi gani ya kuzichoma zile taka kwao, sisi tukawa tunapeleka pale taka. Nikisema sisi yani, ni sio tu kampuni yangu mm. kuna kampuni za watu wengine pia wanaofanya mkaa mbadala na, na, mbada. Okay. na, na mtazamaji wa Kidani, bado unaangalia Kidani na hapa hapa UTV kwa sasa tunapata mapumziko mafupi alafu tutarejea hapa kuendelea na Anet Mutembei. Naam, tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na bado niko hapa na Anet. Kama kwanza unawasha luninga yako, kipindi hewani ni Kidani. Niko hapa na Anet Mutembei ambaye ni mkurugenzi na mwanzilishi wa utengenezaji wa mkaa mbadala. Ni, ni vitu gani ambavyo wewe vina kutia mashaka ama wasiwasi wasi, hmm. Uh, pale ambapo unaona bado tuna jamii ambayo inatumia nishati ambayo sio safi mm. Vitu ambavyo vinantia wasiwasi wasi, kikubwa ni afya za akina mama na watoto kwa sababu um, exposure ya ule moshi wa kuni na mkaa kwa mtoto itamletea damage taratibu na ndani ya muda fulani, lakini kwa mama um, kwa sababu umri wake kidogo ume, umeenda kidogo hmm. Anakuwa na riski kubwa zaidi pia ya kupata magonjwa kama vile kansa. Tumeshashuhudia mitaani mm, wamama wengi unakuta mama ntilie, um, kazi yake ni kupika labda vitumbua, chapati na nini, unakuta atafanya ile kazi miaka minne mitano, baada ya pale anaanza kusumbuliwa kiafya. Ni yani bado inatatiza ina, ina, ina, wewe ni msomi labda unaweza ukanisaidia, kwa nini haya yote? Kwa nini moyo? Kwa nini kansa? mm. Kwa nini mengi siku hizi ni kuni tu, au kuna vitu vya ziada? Kuna vitu vya ziada, mfano lishe um, wale wa mama wengi wa vijijini kule walikuwa hawatumii mafuta mengi um, hawatumii um, vitu ambavyo ni processed kama masosiji haya makuku ya siku tatu siku nne. Wengi wanakuwa wanakula vitu vya kienyeji, kila kitu cha kienyeji kwao. Ile kidogo ilikuwa inasaidia kurudishia um, immunity afya ya miili yao lakini huko mjini changamoto ni nyingi, upatikanaji wa hivyo vyakula vya organic na um, kwa gharama. Lakini pia ukiangalia sasa hivi tuna upungufu au uhaba mkubwa wa miti. mm -hmm. He, tofauti na enzi hizo kijijini watakata mti lakini bado miti na watapanda miti, wanakata na wanapanda. Siku hizi sisi tunakata tu, sisi tunakata tu. Kwa mjini unakuta mm, wanakata kwa ajili ya kutengeneza miundombinu, wanakata kwa ajili ya kuna nini ya kutengeneza open space na nini mm. Kwa hiyo um, ule upungufu wa miti pia unafanya mazingira yetu yawe damaged. Ni, ni gharama kiasi gani kuwa mkurugenzi? Gharama ni kubwa naweza nikasema, lakini na pia um, wito unahitajika kwa sababu Um, katika kuran kampuni inahitaji watu yes, lakini pia watu inabidi wenye uweledi wenye uelewa wenye passionate kweli ya kufanya kitu ambacho um, tunakifanya kwa sababu ukiachana um, na kwamba tuna uh, tunarejesha mazingira na afya za watu lakini pia ni biashara e. Sasa unakuta vijana wengine ni biashara ambayo inaanza na uh, bado jamii haina uelewa wa kutosha kwa kukubaliana moja kwa moja na nishati mbadala. Mm -hmm. Kwa hiyo unakuta kwamba vijana wengi uh, wanahitaji ile mafanikio haraka, haraka haraka. Kwa hiyo unakuta akianza tu kufanya kazi labda anategemea mritani um, iwe kubwa zaidi. mm -hmm. Yeye yeah, anaangalia miaka mitatu ijayo minne ijayo. Lakini mwanzo uh, mm -hmm. ndo anakuwa uh, hayuko positive sana mm -hmm. Yes, kwa hiyo ndo changamoto kubwa um, otherwise nachomshukuru Mungu ni kwamba hii biashara imetuwezesha sisi um, kuweza kupata um, mafanikio mbalimbali mbali. Mfano masomo yangu um, ni kwa sababu ya hii biashara pia, na mama angu kunisapoti sana katika kila anachokifanya, lakini pia imenisaidia kufika sehemu mbalimbali mikoani huko kutoa mafunzo kwa kina mama, jinsi ya kutengeneza kwa mikono mm -hmm. na kwenye shule mbalimbali mbali, jinsi gani wanaweza wakabadilisha nao nishati yao. Kwa hiyo imenisaidia kusafiri, mm -hmm. tuzo pia mm -hmm. nachoshukuru Mungu. Uh, katika mafunzo mbalimbali mm -hmm. niokuwa nafanya chini ya ofisi ya makamu wa rais, nilipata tuzo kati ya uh, watano bora mm -hmm. kati ya kampuni hamsini na zaidi kwa uh, hiyo imetupa zaidi exposure mm -hmm ya kuweza kukutana na wadau wengine tofauti na kuweza pia kukutana na <laughs> wewe ya. Kwa hiyo ni biashara ambayo kama kijana imenipa manufaa makubwa sana mm -hmm. unamwambia nini kijana ambaye ana, amesomea kitu fulani mm -hmm. au jambo fulani, lakini bahati mbaya hajapata ajira, ila ana, ana ujuzi mm -hmm. amefanya hizo tafiti mbalimbali mbali, na anaweza kufanya jambo ila mm -hmm amekaa anasubiri ajira um, kama ana calling, na anaweza kufanya kitu aanze pale alipo. mm -hmm, yeah, siku zote ukiwa na hofu ndo kitu ambacho kitakurudisha nyuma, yaani hofu ndo adui wa kwanza kwao. mm -hmm, kutokuwa na hofu, kujitoa, na kuwa na malengo na kuamini katika malengo mm -hmm, lakini pia kuwa na watu ambao watakutia moyo. Uh, wanasema your network is your network. Mm. Kwa hiyo build network. Yaani build network ya watu . Nani wewe alikushika mkono kwa mara ya kwanza? Inawezekana alikuwa na ujuzi kabisa . Mm. Lakini kitu kinahitaji mtaji um, hata kama ni shilingi elfu tano ya kwenda kununua yale mabaki ya mazao mm. Nani alikushika mkono kwa mara ya kwanza? mara ya kwanza kabisa alishika mkono ni mama wangu. Okay. Yeah, mama angu ni kama my hero Okay. Naweza nikasema. Hongera sana kwa Mama Aneth. <laughs> Kweli. Ni mwanamke wa shoka kwa kweli, alinitoa kwanzia naanza idea Hmm. Nikamwambia mama, kwa kweli hiki kitu lazima nikifanye. Akasema okay, sawa, kwa hapo unahitaji nini? Mm. akasema, vio, <laughs> kusailia, ichi na nini. Nikasema asante Mungu, nikalisti vitu vyote naia vingine alivyokuwa na wezo navyo, aliniambia ndio naweza nikafanya hikiafaa ivingine ambavyo alikuwa mtafuta amtafuta mtu akusaidia hichi na hichi kikae vizuri okay. Safi sana. Nti ni um, mtu wa aina gani? Mimi ni mtu simpo tu naweza nkasema. mm. uh, ninapenda ku kuwa focused mm, yani nikifanya kitu mpaka kiwe kweli kitimie kikae vizuri, lakini pia napenda maendeleo sio tu ya kwangu na ya watu mm, yani nikipita babani nikiona mama anaangaika na kuni, yani kwangu mimi naona kama sijafanya kazi kwao mm. Muda mwingine naona muda um, wangu mwingi um, inabidi niutumie katika kusaidia watu mm, kwao ni mtu ambaye napenda kusaidia, okay. Napenda kutatua changamoto ambayo, ah. naona iko ndani ya uwezo wangu kusaidia watu kuitatua, napenda kufanya hivyo. ni vitu gani vinakukwaza? kitu, um, kitu kinachonikwaza kwa kweli ni kuona um, kijana ambaye hana malengo hmm. Yani unakutana kijana, unamuuza malengo yako ni nini, anakwambia mimi sina malengo, sina malengo ya kihivyo au kikubwa, uhai ee. <laughs> anakuambia kikubwa uhai, au mimi tu naamka nifanye kazi <laughs> tu, hicho yeah, ndio kitu ambacho kinani yani kinani disturb kuona uh, mtu ambaye hana malengo mm. Lakini pia kitu kingine kinachonikwaza ni kuona vitu havifanyiki ndani um, ya muda au vinavyotakiwa, yes. Mfano tunarudi rudi tu pale pale. Um, kwamba mtu anapata uelewa Um, anajua athari za kutumia kuni na mkaa wa miti, lakini um, mojia kwa sababu labda haimgusi ye moja kwa moja sio mpishi. Mm. Anajua atakayepika ni mwingine, yeye hatopata hiyo riski, kwa hiyo unakuta ye kazi yake ni kutoa hela labda hiyo Mm. Hani haichukuli kwa uzito Mm. Yani hicho ni kitu ambacho kinaniuma sana kwa sababu um, pengine ni negligence ya huyo mtu ndo inaenda kusababisha kifo cha mtu mwingine. Kwa hiyo mm hicho -hmm. yeah. mm -hmm. ni kitu ambacho kinanikwaza mno mno. wewe <laughs> <laughs> binafsi una wafanyakazi kama wangapi ambao wanakusaidia? yeah, kwa sahivi na wafanyakazi watano. okay. ambao um, ni full time na, mm -hmm. na part time wengine kama wanne ambao tunawahitaji tukiwa tuna kazi kubwa sana mm -hmm. ya production ya labda tunahitaji kupaki huko tuna produce kwa. Wow. tuna outsource wengine. Wow. wanakuwa part time kwa kumalizia, neno lolote kwa mtoto wa kike ambaye anakuangalia hivi sasa, hebu mwambie chochote. Naweza nikakwambia kwamba ndoto zako zina thamani na kwamba usikate tamaa katika kile unachokiamini. Um, ni muombe Mungu na uwe jasiri um, kila kitu kinawezekana, hata kama ukapata no zikiwa elfu moja yes, moja na kuwezesha wewe kutoka hapo ulipo, na kuweza ku mchukulia hatua kile ambacho unakiamini na kukifanya kwa moyo zaidi. Binafsi we binafsi, ushapata nanoo ngapi? Ni nyingi sana. Yeah, umekataliwa mara nyingi. Nimekuwa na applications zingine nilikuwa nafanya ili niweze kupata funding, napata no no no. Na ukiamka kisheke asubuhi, mwingine kaambiwa yes, kawin tayari lakini hizo hazikuwahi kunikatisha tamaa, kwa sababu mpaka sahivi bado naendelea kuzifanya hizo application. Zingine zinaenda zina vizuri. Kama juzi hapa nimepata um, award ya global change maker, ambao um, samiti yake inafanyika South Africa, Cape Town, mwezi wa kumi. Um, ni platform ya dunia nzima, walikuwa wanatafuta vijana hamsini tu na ambao wanafanya mabadiliko kweli kwenye jamii. mm -hmm. Nika apply ile challenge <laughs> yeah. Yeah, kwa sababu nilikuwa nisha apply zingine huku, utaingia naanza nikawa nakosa nakosa. mm -hmm. Nikasema sasa, watu wanataka watu okay. aina gani <laughs> <laughs> <laughs> lakini rafiki yangu mmoja tu akaniambia neti, apply mm -hmm. Unachokifanya ni kikubwa. Nikasema okay, ngoja nijaribu mm -hmm. Ndio nikabahatika kuwa mtanzania pekee nilichaguliwa. wow. Okay. Okay, hongera sana, nakupigia <laughs> makofi kwa niaba ya Watanzania wote. Ni kushukuru sana mtazamaji wa UTV kwa kufuatilia Kidani mwanzo mpaka mwisho. Tunafikia tamati siku ya leo, mpaka wakati mwingine tena. Mimi ni Sauda Husseini, kama unavyojua, nilikuwa na Aneth Mutembe ambaye ni mkurugenzi uh, mwanzilishi wa kutengeneza nishati mbadala kwa maana ya matumizi ya mkaa mbadala. Kwa wale ambao wamefuatilia kipindi kuna namba simu ambayo inapita hapo chini kwenye skrini yako, 0688476656, kama unahitaji kununua bidhaa ama kama una mali ghafi unahitaji kumuuzia Anet ama kama unahitaji mafunzo kutoka kwa Anet namna ya kutengeneza mkaa huu unakaribishwa. Unaweza kanifuata pia katika mitandao ya kijamii ambayo nimehitaji hivi sasa. Ni kushukuru sana kwa muda wako, mpaka wakati mwingine kwa heri.